na alhajju maana yake ni kukusudia, ndio asili asli ya kilugha neno hili. Watangazie watu waikusudie hasa nyumba hii ya Alkaaba, isiwe kuna lengo jengine zaidi ya hi. hili ili ndio kubwa. kasdu baitillahi ta'abudan wa watadarruan baina yaday llah, kuikusudia nyumba ya Allah kwa kunyenyekea mbele ya Allah azza wa jalla. yatuka rijala waite Ibrahim, wito wako hautopotea, watakuja wengine kwa miguu tena katika safari ndefu. wa ala kulli dhamir, na juu ya kila mnyama aliyekonda kwa sababu ya uzito wa safari na urefu wake. yatina ya min kulli fajin amiq, watakuja kutoka katika kila njia ya mbali. Njia zitasomba watu na watu watapita, watasafiri kwa muda mrefu kwa miguu yao na wengine juu ya wanyama wao. Siku ambazo walizitumia safarini, wakati mwingine zilikuwa ni nyingi zaidi kuliko hata hiyo ibada yenyewe ya haji. Liyashhadu manafia lahum, wafunge safari ndefu hizo zitakazo wakalifu, wengine watakufa njiani, wataumwa watu mbalimbali mbali. Lakini naam, ma qasaduhu a'dham, walilokusudia ni kubwa zaidi kuliko shida zote zilizowafika. Liyashhadu manafia lahum, waji wahudhurie manufaa yao. Safari ilikuwa nzito, ndugu zangu Waislamu, wanaagana watu kwa vilio, ila ahdi karibu mpaka katika zama za karibu tu kabla ya maendeleo kukua na watu kusafiri angani, ilikuwa msafiri anayekwenda haji kalmafqud walaidu kalmaulud. Alikuwa anayekwenda hija kalmafqud, ni kama mwanadamu aliyepotea, zama ambazo hakuna mawasiliano, na wakati mwingine watu hawajui kumbe mtu wao ameshafariki. Unaporejea msafara au baada ya muda, ndio taarifa hupatikana. Aldhahibu kalmafqud walaidu kalmaulud, anayekwenda huwa kalmafqudi, kama aliyepotea, na anayerejea kalmauludi, kama aliyezaliwa upya. Waliagana watu kwa furaha, waliagana watu kwa vilio vya huzuni, kisha wakapokeana kwa vilio vya furaha. Katika mazingira mazito kama hayo, inakuwaje leo baada ya kuepesishwa safari hii, Waislamu amekuwa ni wazito kuitika, ilhali ya kuwa kila wepesi umepatikana.

Kama yanfil kiru khabath al hadid, kama ambavyo ile alkira anayotumia muhunzi mfua vyuma inavyosafisha uchafu wa dhahabu na fedha. Kama yanfil kiru khabath al hadid wa dhahab wal fidda, ndugu zangu Waislam, mfua vyuma hupuliza na akaukoka moto vizuri na kazi yake akaifanya nzuri kiasi ambacho chuma safi kikawa mbali na uchafu pembeni, na hivyo hivyo dhahabu safi na fedha safi kaka upande mmoja na uchafu ukakaa upande mwingine. Basi mwanadamu ufakiri unawekwa pembeni na dhambi zinawekwa pembeni, kwa kufululiza baina alhajj wal umra, akasafishwa akarejea hana dhambi na ufakiri ukakaa pembeni. walaysa lilhajjati almabrurati thawabun duna aljanna, na hija njema haina malipo ila aljanna, isipokuwa hayo mashamba ya starehe na ufalme ya milele yametayarishwa kwa hawa ambao watafanya bidii wamwitikie mola wao na katika riwaya nyingine kufululiza baina haji wal umra yazidani fi lajal mawili hayo yanaongeza, yana yanatia baraka katika umri wa mwanadamu, umri unaongezwa na ufakiri unaondoshwa na madhambi vile vile, kwa sababu waja wamemwitikia mola wao. Istamtiuu bihadha albayt, Mtume anasema stareheni nayo nyumba hii, kustareheni nayo nyumba ya Alkaaba ni kwenda katika ibada zile

Mmoja wenu hajui nini kitamtokezea. Kwa hiyo wahini kuifanya haji ya faridha, muitike amri ya mola wenu katika hilo, ndo kuna usalama, kwa sababu mbele yanaweza akaja maradhi au mauti. Wangapi waliuma vidole wakati ulipowapita, wangapi wamelia wakatamani hizo fursa, lakini zishaondoka. adriku lbadaata wakta kasadiha qabla an tanfuk faidha nafaqat lan tablughu ilayha bi biqalilin wala bikathir Iwahini bidhaa kuichukua haraka. Bidhaa ina thamani lakini imedoda, ina inauzwa kwa thamani ndogo. Iwahini hiyo kabla haijapanda bei, na ikipanda thamani hamtoifikia kwa gharama ndogo wala kubwa. Naam, leo amali ziko nyepesi kuzifika kwa kila aina ya wepesi, salawat na siyam na alhaji na sadaqat, lakini baada ya kufa tu mwanadamu hata aseme umri wangu wote mie sasa nitaenda kushiriki katika salawat na kila siku nitafunga na haji nitaishiriki katika uhai wangu kila mwaka, fursa hiyo atambue imemalizika. Ilikuwa ni pale wakati bidhaa uliona rahisi ukaizembea, ndio ilikuwa wakati wake, sasa umemalizika wakati. Ndugu zangu Waislamu, vilio vingapi vimekuwa vimetawala ndani ya vitanda vya ugonjwa. Wanalia watu wanasema, tulipata fursa lakini tulipoteza. Wangapi walifilisika walipoitupa amri ya Allah, na Allah akatupa biashara zao, akaondoa mkono wa baraka na heri. Ndugu zangu Waislamu, hapo ndipo walipolia watu na huzuni zikatawala, na wanaolia zaidi ni wale ambao aqbalu wa ala rabbihim wa qadaw nahbahum, washaelekea kwa mola wao na uhai ushawaponyoka, iyadan billahi min dhalik.

Yeyote atakayefanya haji kisha asitamke maneno machafu wala azifanye vitendo viovu, huyo atarejea kama siku aliyozaliwa na mama yake, hana dhambi, yuko msafi kabisa. Masahaba pamoja na kwamba walikuwa wana hali ya udhaifu, walizitamani feri hizi, wakiwemo wanawake. Mama Aisha radhiallahu anha alisema, ya Rasulullah, nara ljihada afdal al amali, tunaona jihadi ndiyo amali bora zaidi na sisi wanawake tusishiriki katika jihadi? Yuko tayari mama Aisha aingie katika uwanja wa mapambano na yanayotokezea anajulikana uzito wake. Lakini mtume akasema, lakini afdal al jihadi hajun mabrur, lakini jihadi bora ni hajun mabrur. Na akasema katika hadithi nyingine, alipokuja bwana mmoja akasema, ya, ya Rasulullah, mimi ni muoga na dhaifu. Akamwambia, haluma ila jihad la shaukata fi alhajj, basi njoo katika jihadi isiyo na mikiki wala

kwa kuiacha ibada ya haji kama ilivyokuja katika riwaya ya Umar. Kwa maana hiyo, hofu kwa muumini lazima itawale na kila mmoja amnyenyekee mola wake na ajue, kwa muda wa kuwa na uwezo, anapaswa kwenda. Uwezo si lazima uwe pesa taslimu, inawezekana mtu ana vitu au, au ana cha ziada ambacho hakijaingia katika dharura zake na haja zake za lazima, akikiuza hicho kashapata nafasi ya kwenda haji. Ndugu zangu Waislamu, bali yawezekana mtu akawa anamiliki kisichofanana na yeye kwa hali yake ya kimaisha. Ilistahiki awe na nyumba ya kiwango hichi, lakini aliipata zaidi ya kiwango hicho kwa fahari tu, kenda akatoa pesa nyingi. Ina maana ya kwamba huyu haji anaiweza, lakini katiya pesa zake na akaziandisha katika mambo ambayo hayakumstahikia kwa nafasi yake, akaliwacha la lazima mbele ya Mola wake ambalo lilimstahikia yeye alitekeleze.